Uh, ndugu zangu, napenda nichukue fursa hii kuwafahamisha jinsi gani ya kuweza kuangalia mpira mtandaoni kwa kupitia kutumia simu yako hii ya Android, na inakuwa free, haina malipo yoyote. Kwa hiyo hakikisha unafollow, kulike, kucomment na kusubscribe ili uweze kupata chaneli zetu nyingi. Kwa hiyo moja kwa moja kinachotakiwa ni wewe kwenda play store. Ukishafika play store, hakikisha ukisha unaandika kwa mfano, kama mimi nagusa tu hii hapa, nikisha gusa hii, hii ndio nilio download. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaifungua hapa. Ifungua, kisha ifungua, hakikisha unaandika hivi, hakikisha unaandika yala, kisha unaandika yala Short, kisha unaandika yala Short, miandika hivyo na search, kisha search itakuletea hivi, kisha kuletea hivi, kisha unagusa hii walioandika yala iliyokuwa na nembo ya mpila yenye rangi ya kijani utaigusa hivi. Ukishaigusa hivi nitakuletea hivi. Ukishafika hivyo kwa hapa, utakuwa umeshaweza kwao. Kinachohitajika ukifanya ni kuangalia wewe mpira gani ambao unataka kafuna. Kama hizo unakuta mechi zote hapo unazikuta, na hizo zote unaweza kuangalia kwa hapo. Ni kuangalia hapa, mimi niangalie yapi hizi hapo, kwa mfano hapa Mfano, hii mimi nakuja hapa, nagusa hii ya Madrid na Barcelona, hiyo taniletea hivi. Ikisha niletea hivi, itakuja huku chini, utashuka huku chini. Ukisha fika hapa sasa, ndo unapokuwa hapa, ndo ambapo pakuweza kuangalia mpira. Utagusa hivi, utakuja, utasachi hapa, kisha sachi. Kwa sasa mtandao unasumbua A, tuingie tena, utakuja hivi utasach, tuna nani hapa, utasacha au utachukua, utachagua hivi. Ukishachagua hivi utakuja utasacha, hapo ndipo utakuwa umeshaweza. Sasa mpira umeisha, na maana sasa hapo taangalia mechi sasa hivi ambazo ziko live sasa hivi kwa, utakuja huku tutaangalia huo Arsenal, utakuja hapo. Utakuja hapa utagusa hii

kuangalia kwa. Kwa hiyo ndugu zangu, yangu sahau kulaiki, komenti na kushare, ili kuweza kupata chaneli zingine za kutuhusu sisi.